Swala la ubinafsishaji wa shirika la Kenya Pipeline wakisema kuwa hiyo ni njia moja ya kupora mali ya Wakenya. Wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua katika kaunti ya Kajiado, viongozi wale aidha wameshikilia kuwa ardhi ya jamii ya Maa lazima iheshimiwe hasa kutokana na mvutano ambao umekuwepo katika ardhi ya Kibiko. Awali Gachagua aliwazindua baadhi ya wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali kupitia chama cha DCP akidai kuwa serikali iliwahonga baadhi ya wawaniaji wa chama chake japo akisisitiza kuwa watasalia wima. Baada ya mswada wa kubinafsisha shirika la Kenya Pipeline kupitishwa katika bunge la kitaifa, viongozi wa upinzani wamejitokeza hadharani wakipinga mwondoko huo, wakisema kuwa hii ni njia moja ya kupora mali ya Wakenya wakisisitiza kuwa watasalia kidete kuhakikisha wanalinda mali ya Wakenya kama walivyofanya wakati kulikuwa na pendekezo la kubinafsisha uwanja wa kimataifa wa JKIA tutafutilia mbali hayo makandarasi ya wizi ya mali ya umma. Viongozi wale wakiongozwa na kinara wa DCP Rigathi Gachagua wameendelea kujipigia debe leo, wakitua katika kaunti ya Kajiado na kuwarahi wakazi wa eneo hilo kuwaunga mkono waniaji wa vyama vya upinzani. Ningependa kuombea ndugu yangu Sanare kura ya MCA tafadhali. Vijana msimame na Sanare. I am a very experienced politician who have delivered two presidents to this country. And I know how to make a president. There is no president you will make in a boardroom. Presidents are made in, are made in the field. Sio ndio? So, sisi ni watu ya mashinani. And you must go and, mobilize people and, inspire them. And you must have content. Kando na hayo wameshikilia kuwa hawatakubali ardhi ya jamii ya Maa kutekwa bila jamii hiyo kuhusishwa, wakisema kuna njama fiche inayopangwa ya kuwapokonya wakazi wa eneo la Kibiko ardhi yao. Sasa wanataka kuiba mashamba ya Wamasai hapa Kibuku. Tumesikia wanaiba mashamba yenu. Mtakubali waibe kweli pale Kibiko? Wangapi wanajua Kibiko, ardhi ya Wamasai? Kwa Kibiko hiyo tayari Ruto na timu yake wameanza kunyakua. Hata usiku wa kuamkia leo, Masai wameshikwa ati wamechoma gari sijui ya nani. Ardhi ya Masai ni lazima iheshimike. Baada ya ziara hii ya Kajiado, viongozi hawa wanatarajiwa kutua kaunti ya Kitui Arambe. Zablon Macharia, Undugu TV.